Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Kankono TV, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni. Na wakati huu tutazame hali ya Mashariki ya Kati baada ya usitishwaji wa vita uliotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Makubaliano ya usitishaji vita yaliyofanyika siku ya jana Jumanne, Juni 24 mwaka 2025 kati ya Israel na Iran ni kama vile bado yanasuasua, bado hayaeleweki. Donald Trump, rais wa Marekani, alitoa tangazo la usitishaji vita juzi Jumatatu usiku, na kufikia jana siku ya Jumanne nchi hizo mbili Iran na Israel zilifikia makubaliano ya kusitisha vita. Lakini cha ajabu leo Jumatano, Juni 25 Serikali ya Iran imetangaza kwamba muda wa Kiyama kwa Israel umekaribia. Iran imesema kuwa siku ya Kiyama, siku ya mwisho na siku ya maangamizi kwa taifa la Israel zimetimia. Iran imeyasema hayo huku ikidai kuwa hii ni kutokana na jambo walilolifanya Israel baada ya kumalizika kwa makubaliano siku ya jana Jumanne. Taarifa zinadai kwamba kwa sasa Israel ipo kwenye mtego ambao muda wowote Iran itafanya jambo zito katika taifa hilo la Israel. Itakumbukwa mwaka elfu mbili na kumi na saba kuna kifaa cha kipima saa cha kidigitali ambacho kiliwekwa kwenye midani ya Palestina kwenye mji mkuu wa Iran, Teheran, ambacho lengo la kifaa hicho ni kufuatilia siku za mwisho za taifa la Israel. Pia hata kiongozi mkuu wa sasa wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya nchini Iran, Ayatollah Al Khamenei, mnamo mwa Septemba mwaka elfu mbili na kumi na sita aliwahi kutabiri na alisema kwamba utawala wa Israel utaangamia ndani ya miaka ishirini na tano. Pia siku ya jana Jumanne, shirika la habari la Mehri la nchini Iran lilirusha kanda ya video ambayo inadaiwa kuwa video hiyo inaonyesha kifaa hicho cha kipimasaa ambacho bado ni kizima na kinaendelea kufanya kazi. Video hiyo ilikuwa ikionyesha tarakimu zikihesabika kufikia mwaka 2040 mwezi Septemba, huku zikiwa zimezungukwa na msururu wa magari pamoja na watu. Ingawa Donald Trump alifanya jitihada za kusuluhisha vita vya Iran na Israel, lakini mpaka sasa bado kuna shutuma na vitisho vinavyoendelea kila uchao, mfuatiliaji wa Kankono TV. Ingawa Iran na Israel zimekubaliana kusitisha mapigano lakini bado kuna hali ya wasiwasi ikiendelea. Basi na wewe pia una nafasi ya kutoa maoni yako kwa kucomments, kulike, lakini usisahau kusubscribe. Naitwa Ramadhani fupi.